Siku ya leo tunaangazia simulizi ya upanga wa Mwenyezi Mungu, mwenyezimungu Khalid bin Walidi, radhi za Allah zimwende. Subscribe sasa kwenye YouTube channel ya Islamic Book Story ili usipitwe na simulizi zetu zenye mafunzo. Dunia imepata kushuhudia maajabu na majemedari wengi sana katika uwanja wa vita na kati ya hao jina lililokuwa maarufu zaidi ni miongoni mwa jina la mbabe wa vita kutokea dola ya kiislamu ya mwanzo shujaa huyu jina lake lilitetemesha maadui na macho ya makabila alipotajwa tu yalitetemeka huyo ndiye Khalid bin al-Walid aliyepewa cheo cha upanga wa Mwenyezi Mungu Khalid alipata kuishi takriban miaka 50 alikulia katika ukoo wa wapiganaji hodari na uongozi ni mtu aliyeanzia maisha yake kwa kuupinga Uislamu vikali. Baada ya kuipokea nuru ya imani, alihifadhi kwa jitihada, ujasiri na ushindi usio na mfano. Hakuwahi kushindwa katika vita yoyote aliyoiongoza baada ya kuamini, na alishiriki mapambano mengi sana. Miongoni mwa mapambano makuu aliyoshiriki ni vita vya Muta, Fatuhu Makka, vita vya Huneini, vita vya Yamama, vita vya Ajnadaini na vita vya Yarmuk. Vita vyote hivi aliviongoza kwa ushujaa na akashinda bila kutetereka, lakini mwisho wake haukuwa uwanjani. Shujaa huyu alifia kitandani, macho yakiangalia alama za majeraha mwilini mwake, alama ambazo hazikumzuia kufanya makubwa alipokuwa hai. Leo katika Islamic Book Story tutashiriki simulizi ya maisha ya jemedali huyu, simulizi ya nguvu imani na unyenyekevu. Khalidi anatoka katika ukoo maarufu wa Banu Makhazum, mojawapo ya koo zenye nguvu na heshima ndani ya Makuraish. Ukoo huu ulijulikana kwa wapiganaji hodari na viongozi wenye sura ya mamlaka. Baba mkubwa wa Khalidi, Hishamu bun el-Mughira, alikuwa kiongozi wao katika vita vya Alfujari. Kwa mujibu wa wanahistoria wengi wa Kiislamu wanaeleza kuwa vita vya Al-Fujari vilitokea takriban mwaka 590 au mwaka 594 miladi. Kifo chake kilikuwa pigo kubwa kwa Waarabu, hadi shughuli za Makka zilisimama kwa siku tatu. Baba mkubwa wake mwingine, Fakiha bin al-Mughira, alikuwa mfano wa ukarimu. Nyumba yake ilikuwa ikiwakaribisha wageni bila swali, bila sharti, bila malipo. Lakini juu ya wote, aliyesimama kama taa ya utajiri na heshima ni Al-Walid ibn al-Mughira baba mzazi wa Khalid. Alikuwa tajiri mkubwa wa zama zake. Alikuwa na mashamba, dhahabu, fedha, watumishi, biashara. Hakuna aliyemkaribia katika utajiri wake katika Waarabu wote. Kila mwaka Alkaaba ilivalishwa nguo mpya. Mwaka mmoja, Alwalidi ndiye pekee aliyebeba gharama zote. Kwa sababu hiyo aliitwa Reihanatul Qureishi, harufu nzuri ya Maqureishi. Lakini utajiri haukumfanya ayeelekee haki, aliona kana kwamba utume ungemfaa zaidi yeye kuliko Muhammadi, rehma na amani zimwendee. Khalidi alizaliwa takriban mwaka 592 Miladi. Alikuwa kijana mrefu na mwenye mwili imara, mabega mapana na sura iliyochanganya nguvu na heshima. Mwonekano wake ulikuwa ukitia moyo kwa marafiki na ukiwatisha maadui. Alikuwa na rangi ya ngozi iliyokaribia weupe na alifanana sana na Umar bin al-Khattab, mmoja wa mashujaa wakubwa wa, wa Uislamu. Hata wenye matatizo ya kuona walishindwa kuwatofautisha. Wakati wito wa Mtume Muhammadi rehma na amani zimwende, ulipoanza kuenea katika mji wa Maka, Khalid alikuwa kijana jasiri mwenye msimamo mkali. Alikataa kujiunga na Uislamu kwa kuhofia kuwa uongozi mpya ungeleta changamoto kwa mamlaka ya ukoo wake. Kwa sababu hiyo, alisimama imara kupinga wito huo, akisaidiana na ndugu yake Umara bin Walidi. Kwa upande wa Umara, alishiriki vita vya Badri akiwa upande wa washirikina. Huko akatekwa na Waislamu na akawa miongoni mwa mateka waliotarajiwa kulipiwa fidia kutokana na utajiri wa familia yao na uhasama wao dhidi ya Uislamu. Mazungumzo ya fidia yalikuwa marefu na yenye mvutano. Waislamu waliomteka walitaka fidia ya dirhamu elfu nne dirhamu elfu nne ni sawa na milioni mbili laki sita na thamanini kwa sasa. Hata hivyo, Mtume rehma na amani zimwendee aliyeagiza kwamba fidia yake isikubaliwe isipokuwa kwa masharti maalum: kupewa ngao, nguo ya kivita, upanga na kofia ya kivita alivyokuwa akivitumia baba yao mzee Walidi. Mazungumzo hayo yalichukua muda na Omara akabaki mateka kwa kipindi hicho akiwa bado katika dini ya ushirikina. Hatimaye makubaliano yalipofikiwa, alirudi kwa watu wake, lakini cha kushangaza, alitangaza kusilimu mbele ya ukoo wake, jambo lililowafanya wachukie sana uamuzi huo. Wakamuuliza kwa mshangao, kwa nini haukuingia katika Uislamu kabla ya kufidiwa? Akasema kwa utulivu, nilichelea watu wasije wakasema kuwa niliogopa kifungo, ndiyo maana nikaamua kusilimu. Hata hivyo pamoja na mabadiliko hayo, kwa upande wa nduguye Khalid, alibaki katika msimamo wake wa awali. Na katika vita vya Uhudi, kabila la Makoreishi lilimpa Khalid bendela ya upande wa kulia wa jeshi, yeye mwenyewe ndiye alioongoza shambulio lililowapa ushindi wa shirikina dhidi ya Waislamu, akiwa juu ya farasi alivurumisha mashambulizi dhidi ya jeshi la Waislamu kiasi kwamba safu zao zilitetereka na kuvurugika, wakachanganyika hadi ikawa vigumu kutofautisha kati ya wenzao na maadui zao. Na pia katika siku ya vita vya Khandaki, washirikina waligawanya majeshi yao katika vikosi, na kila kikosi kilipewa jukumu la kushambulia sehemu maalum ya Waislamu kikosi kilichokuwa chini ya uongozi wa Khalidi Bunlwalidi kilipewa jukumu la kumshambulia mtume wa Mwenyezimungu, rehema na amani zimwendee. Asubuhi ilipowadia, Khalidi alijaribu kupenya upande huo, lakini uangalizi na uhodari wa walinzi wa mtume, rehma na amani zimwendee, wakiongozwa na Usaidi Bun Lhadiri, ukazuia jaribio lake. Mwaka wa suluh lhudaibia mtume rehma na amani zimwendee alitoka kuelekea Maka kwa nia ya kufanya ibada ya umra akiwa na takriban waislamu 1500 wakiwa hawana silaha za kivita isipokuwa mapanga yaliyokuwa yamefungwa katika ala zake. Washirikina walihisi hofu kutokana na safari hiyo, wakamteua Khalid aongoze kikosi cha wapanda farasi 200 ili akakabiliane na mtume rehma na amani zimwendee na kuchunguza hali yake. Khalidi alikaribia kiasi cha kumuona mtume wa Mwenyezi Mungu uso kwa uso. Ilipowadia swala ya dhuhuri, mtume rehma na amani zimwendee akaswali na maswahaba wake swala ya hofu. Khalidi alikusudia kumshambulia, lakini utulivu wa Waislam, nidhamu ya swala na heshima walioionyesha vikamzuia kufanya jambo lolote la khiana. Akahisi moyoni kwamba Muhammadi ana siri kubwa na kwamba mtu huyu analindwa kwa namna ya kipekee. Hii ndiyo ikawa chembe chembe ya kwanza ya hisia iliyoanza kumvuta kuelekea katika imani. Kisha akapokea ujumbe kutoka kwa ndugu yake Omar bin al Walidi, aliyekuwa ameingia katika Uislamu baada ya vita vya Badiri. Ujumbe huo ulikuwa na maneno kutoka kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu na ukawa ndiyo sababu ya Mwenyezi Mungu kumtoa Khalid kutoka katika giza na kumwingiza katika nuru. Na tumwachie Khalid mwenyewe atupe simulizi ya kuingia kwake katika Uislamu. Anasema, wakati Mwenyezi Mungu alipotaka kunijalia kheri, alitia moyoni mwangu mapenzi juu ya Uislamu, nikapata mwanga wa busara na nikasema moyoni, nimeshuhudia mapambano yote haya dhidi ya Muhammad na kila niliporudi kutoka vitani sikuona faida yoyote, bali kila mara niliona kwamba Muhammadi ataibuka mshindi. Nilipokuwa katika hali hiyo, nilipokea barua kutoka kwa ndugu yangu iliyokuwa imeandikwa kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Ama baada ya salamu, sijawahi kuona jambo la kushangaza zaidi ya wewe, mwenye akili kubwa kama yako ubaki kwako mbali na Uislamu. Hakuna mtu mwenye akili anayeweza kuupuuza Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimwendee, ameniuliza habari zako, akasema yuko wapi Khalid? Nikajibu Mwenyezi Mungu atamleta. Akasema hali ya Khalid si ya mtu anayeweza kupuuza Uislamu, na lau angeelekeza mashambulizi aliyokuwa akiwafanyia Waislamu dhidi ya washirikina ingekuwa bora zaidi kwake na tungempa nafasi ya juu kuliko wengine. Barua hiyo iliendelea kusema: basi ewe ndugu yangu, harakisha kurekebisha yaliyokupita, kwa kuwa umeshapoteza nafasi nyingi nzuri. Nilipopokea barua hiyo, moyo wangu ulipata hamasa ya safari ya kuelekea Madina. Nilifurahi mno kusikia maneno ya Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani zimwendee, yaliyofikishwa kwangu. Usiku mmoja niliota ndoto kana kwamba niko katika nchi yenye dhiki na ukame, kisha nikatoka kuelekea katika nchi yenye uoto mzuri na upana. Nikajisemea moyoni, hakika hii ndoto ina maana ya kweli. Nilipoazimia kuondoka kwenda kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu, nilijiuliza nitasafiri na nani kuelekea kwa Muhammadi? Nikakutana na Sofwani bunu Umaya nikamwambia, ewe aba Wahabi, Uone hali tuliyo ndani yake. Muhammad ameshinda Waarabu na wasiokuwa Waarabu, tunapaswa kumfata, kwa maana heshima ya Muhammad ni heshima yetu pia. Lakini Sofwani alinijibu kwa ukali, akasema: lao, nikibaki peke yangu katika Makuraishi wote, kamwe sitamfata Muhammad. Nikajua kuwa amekumbwa na hasira kali na chuki ya zamani, kwani baba yake na kaka yake waliuawa katika vita vya Badiri baada ya kumaliza mazungumzo naye nikakutana na Ikrima nika ibn abi Jahli, nikamweleza kama nilivyomweleza Swafuani, naye akaniambia maneno yale yale ya ukali. Kisha nikarudi nyumbani kwangu na nikawaagiza waniandalie punda wangu kwa safari. Nilidhamiria kwenda kukutana na rafiki yangu Uthmani ibn abi Talha. Na kumbukeni, Uthmani ibn abi talha ndiye aliyemsafirisha Ummu Salama kwenda Madina. Nilidhamiria kwenda kwake kumueleza yote niliyoyataka. Nilihisi maumivu moyoni nikikumbuka waliouawa katika familia zao, lakini nilisema huu si wakati wa kusita, lazima nisafiri sasa. Nilipomweleza Uthmani hali halisi, alikubali mara moja. Tukaanza safari usiku kuelekea Madina. Tukiwa njiani, tukakutana na amiru bunil arati akatusalimia. Tukamjibu pia, akatuuliza mnakwenda wapi? Tukamwambia tunakwenda kujiunga na Uislamu na kumfata Muhammadi. Ndiyo jambo lililonifanya niwe wa kwanza kusafiri huu usiku. Nami pia tukasafiri pamoja naye hadi tulipowasili Madina. Kaka yangu akanipokea na akaniambia harakisha, maana mtume wa Allah bado hajafahamishwa kufika kwako atafurahi sana kukuona. Nikakimbia hadi nikafika kwa Mtume. Aliponiona alitabasamu mpaka akanikumbatia, nikamsalimia naye akaniitikia kwa uso wenye furaha. Hapo nikatamka shahada mbili, nikasilimu. Mtume akasema, alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu aliyekuongoza. Nilikuwa na imani katika akili yako na nilitumaini utakuja kwa ajili ya mema. Tangu siku hiyo nikaukubali Uislamu kwa moyo wangu wote na kwa utulivu. Nilianza kujuta sana kwa yale niliyoyafanya kwa siku za nyuma. Nikasema, ewe Mtume wa Allah, umeona jinsi nilivyokuwa nikiukataa ukweli, naomba umwombe Allah anisamehe. Mtume akajibu, Uislamu unafuta yote yaliyotangulia kisha Mtume rehma na amani zimwendee akamwombea dua akisema, ewe Allah msamehe Khalid bin Walid kwa makosa yake yote kwa kupinga njia yako. Nikaridhika na moyo wangu ukapata amani. Alipoamua Mtume wa Mwenyezimungu rehma na amani zimwendee kufungua mji wa Makka, alielekea huku akiwa kiongozi wa jeshi lake la kijani. Abu Ubaida Amir bin al-Jarrah alikuwa upande wa mbele, Zubair bin al-Awwam alikuwa upande wa kulia, na Khalid bin al-Walid alikuwa upande wa kushoto. Hivyo Khalid alirejea Makka akiwa kiongozi, ingawa hakukaa zaidi ya miezi michache tu tangu alipoingia katika Uislamu, ingawa alikuwa bado mchanga katika imani lakini alikuwa tayari kuusaidia Uislamu na kunyanyua bendera ya Qur'ani. Pia Khalid alishiriki vita vya Mu'ta vilivyoandaliwa na Mtume. Vita hivi ndivyo vilivyobadilisha jina la Khalid hadi kuitwa Upanga wa Mwenyezi Mungu. Hebu tuanze. Ilivyo kuwa mwezi wa Jumada al-Ula ni sawa na mwezi wa tano Hijri, mwaka wa nane, Mtume alituma jeshi la askari takriban elfu tatu kuelekea Mu'ta eneo lililopo karibu na mpaka wa dola ya Kirumi mashariki huko Basra. Lengo lilikuwa kulinda hadhi ya ujumbe wa Uislamu baada ya mjumbe wa Mtume Harith bnu Umeiri al Azadi kuwawa kinyume cha utaratibu. Jeshi hilo dogo lilikuwa na makamanda watatu walioteuliwa moja kwa moja na Mtume. Kamanda mkuu alikuwa Zaid ibn al-Harith, kamanda wa pili alikuwa Jafar ibn Abi Talib, kamanda wa tatu alikuwa Abdullah ibn Rawah. Mtume aliwapa maagizo hawa makamanda, ikitokea kawawa zaidi basi jeshi aliongoza Jaafar, na ikitokea Jaafar akawawa basi jeshi aliongoza Abdullah. Jeshi la Waislamu lilipofika Muta, walikuta jeshi kubwa mno kutoka Byzantium pamoja na washirikina wao, lakini licha ya hayo, moyo wa imani uliwashikiria askari hao wachache basi mapambano yakaanza. Zaid ibn al-Harith aliongoza kwa ujasiri, lakini alijeruhiwa vibaya sana, akaanguka akiwa bado ameshikilia bendera, huku akiuawa shahidi. Mtume akawaambia maswahaba zake sasa Zaid ibn al-Harith ameuawa akiwa shahidi. Jafari akaichukua bendera na akasimama mahala pale pale, pale alipouawa Zaid. Aliwahimiza wenzake kwa ujasiri mkubwa lakini muda si mrefu naye pia akauawa. Mtume pia akawaambia maswahaba zake sasa ameuawa Jafari akiwa shahidi. Kisha Abdullahi ibnu Rawah akainyanyua bendera, alitoa hutuba fupi iliyowatia moyo wenzake, lakini baadaye naye akauawa pia. Alipouawa Abdullahi, Mtume akawaambia maswahaba zake sasa ameuawa Abdullahi. Unaweza kujiuliza taarifa zote hizi mtume alikuwa anazitoa wapi? Taarifa zote hizi za vifo alivyokuwa anawaeleza Mtume, rehma na amani zimwendee, maswahaba zake, ni ufunuo ambao aliokuwa anateremshiwa na Mwenyezi Mungu. Jeshi likapata hofu kubwa, kwa sababu makamanda watatu walioteuliwa na mtume walipeperushwa muda mfupi tu. Katika hali hiyo ngumu, macho yote yakamgeukia Khalid ibn al-Walid ambaye alikuwa mgeni mpya katika Uislamu lakini mwenye uzoefu mkubwa wa vita. Akachukua uongozi wa jeshi bila ubishi wowote, na Mtume rehma na amani zimwende, akawaambia maswahaba zake, sasa jeshi amelishika Khalid bin Walid, upanga wa Mwenyezi Mungu. Kitu cha kwanza alichokifanya Khalid ni kubadilisha mikakati, akihamisha askari kutoka nafasi zao, akitumia ujanja wa kijeshi uliowafanya maadui kufikiri kuwa Waislamu wamepata msaada mpya. Kisha akawaongoza katika hatua ya kurudi nyuma kwa nidhamu, si kwa kukimbia, bali kuhifadhi maisha ya jeshi lote lililokuwa hatarini kuangamizwa kabisa na jeshi kubwa zaidi maradufu. Kwa busara yake jeshi lilirejea salama mpaka Madina. Walipofika Madina, baadhi ya watu wasiojua ukubwa wa hali walifikiri kuwa walirudi bila kujitahidi vya kutosha. Mtume, rehma na amani zimwendee, aliwakemea wale waliowahoji askari hao, akasema kuhusu Khalid kwamba, maneno ambayo yamebaki katika historia: Khalid ni upanga miongoni mwa mapanga ya Mwenyezi Mungu aliyotoa dhidi ya maadui zetu. Hivyo ndivyo alivyopewa cheo cha milele. Tangu siku hiyo jina lake likaangaza katika historia ya Kiislamu kwa heshima kubwa, na hakuna vita alivyoviongoza akashindwa. Baada ya Mtume rehma na amani zimwendee kuaga dunia na khalifa akawa Abubakari Asidiki rahi za Allah zimwendee, Khalidi aliishi na kushiriki vita vya walio ritadi mwanzo hadi mwisho akiwa na nafasi kubwa katika matukio muhimu na nyakati ngumu, hasa katika vita vya Yamama. Wakati Waislamu walipokuwa wakielekea kufungua Peshia, Khalid alikuwa na nafasi isiyolinganishwa na mtu yoyote katika uwanja wa vita. Alikabiliana na Wafursi katika mapigano kumi na tano na hakushindwa hata pigano moja, yote alishinda. Pindi Waislamu walipokwenda katika vita vya Warumi Khalid alipata heshima ya kuwa kiongozi wa Waislamu katika vita vya Yarmouk, moja ya vita vikubwa vya Waislamu vilivyowahi kutokea. Vita hivyo Khalid aliongoza kwa umaridadi hadi Waislamu wakashinda vita hivyo. Khalid alipokea kilele cha heshima yake siku aliyopokea barua kutoka kwa Amirul Mu'minina Umar bin al-Khattab radhi za Allah zimwendee ikimtangaza kuondolewa kwake kwenye uongozi wa jeshi ingawa alikuwa bado katika kilele cha mafanikio yake, lakini Khalid alikubali amri hiyo kwa moyo mkunjufu, akauacha uongozi kwa mrithi wake kwa nia nzuri na moyo wa utajiri. Mshindi mkubwa Khalid bin Walid aligeuka kuwa askari mzalendo katika jeshi la Waislamu baada ya kuwa kiongozi wa jeshi lote hivyo ndivyo ilivyokuwa maisha ya khalid ibn al-Walid, shujaa wa kiislamu kipenzi cha mtume rehma na amani zimwendee na kiongozi jasiri aliyelitumikia jeshi la waislamu kwa moyo wa uaminifu alipigana kwa ajili ya haki akashinda vita vingi bila kushindwa na alipoamrishwa kuacha uongozi alikubali kwa unyenyekevu na akawa askari wa kawaida kwa ajili ya allah pekee Maisha yake ni funzo kwetu sote kuwa ushindi wa kweli ni utiifu kwa Allah, si hadhi wala cheo. Mwenyezi Mungu amrehemu Abu Suleiman Khalid ibn al-Walid na atupe sote moyo wa ujasiri, uaminifu na unyenyekevu kama wake. Usisahau kusubscribe kwenye Islamic Book Story ili usipite na simulizi zenye mafunzo.